zaidi ya miaka nane umesimama. Kwa taarifa sahihi nilizo nazo, mkandarasi akatangazwa kwamba amefilisika kule kwao, kutoka wa kutoka Italia. Mahakama ya kule ikaelekeza mkandarasi yule ailipe Tanzania kwa sababu amecheleweshea mradi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 pasipoti yake asitoke nje ya nchi mpaka jambo hili liishe. <tiple> Naelekeza kamishna wa uhamiaji, kamata pasipoti yake asitoke nje nje ya nchi mpaka jambo hili liishe. <tiple> Hii ni hujuma ya wazi wazi, hii ni dharau ya wazi wazi anaifanyia nchi yetu. Tumemwajiri, tunamlipa, amepewa fedha, amepewa kazi, anajiamulia kama aendelee na kazi ama asiendelee. Huyu ni mhalifu, akamatwe na asitoke nje ya nchi mpaka jambo ili ishi. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. kamishina uhamiaji huyu mtu asakwe popote alipo akamatwe, na nipate taarifa zake. Mtu ajabu kabisa, ananichefulia nyumbani <coughs> <coughs> Manyoni oye <ue. tos> anaelekeza na, na wale washirika wetu tunaoshirikiana kwenye mradi huu, ndani ya mwezi huu jambo hili liwe limeisha, watuambie wanaendelea ama hawaendelei mradi huu ulikuwa unasimamiwa na wizara ya fedha. Naelekeza kuanzia leo uhamie wizara ya ujenzi, na hawa kama wataendelea, wataendelea wizara ya ujenzi ikiwa inasimamia, tutajenga. Na huu ndo mwanzo, tuanze kuwaamini wakandarasi wazawa.